Na hizi ndizo dalili za kuchokwa kwenye mahusiano. Yaani wewe ukiona hizi dalili, ujue umechokwa, upendwi, utakiwi tena <tie> Nazungumzia mahusiano ya wapenzi au wachumba ambao bado hawajaoana, sizungumzii ndoa. Nyie wana ndoa hata mkiziona hizi dalili, hakuna kumwacha mke wako au mumeo. Nyie ni mbele kwa mbele, wana ndoa nyie hakuna kuachana, kifo tu ndo kinawatenganisha. Usiseme eti oh, mimi nilivumilia kwenye ile ndoa, nikaona mateso yamezidi, nikaondoka. Wewe haujavumilia, umekimbia ndoa Wanandoa, kifo ndo kinawatenganisha. Yani wewe mwanamke, hata mume wako akikutishia na bunduki au kisu, unakimbia kwenu, baada ya wiki unarudi kwenye ndoa yako, mnaendeleza gurudumu. Hakuna kuachana mpaka mmoja afe, ndio hapo wanandoa mnatengana. Kwa hiyo hapa nazungumzia mahusiano ya watu ambao hawajaoana. Ukiona hizi dalili ujue umechokwa. Namba moja, kwanza dada, mwanaume akikuchoka anaanza kukuomba hadi hela <laughs> yani mwanaume akikuchoka kwenye mahusiano anaanza kutaka wewe uanze kumhudumia yeye, na sio yeye aanze awe anakuhudumia wewe. Anaanza kukuomba hela. Namba mbili, mwanamke akikuchoka kwenye mahusiano anakununia bila sababu. Yaani unashangaa tu ghafla mwanamke amenuna. Unamuuliza wewe mwanamke vipi? Mbona umenuna? Kwa hiyo unataka niwe nacheka tu kila muda niwe nacheka cheka. Niwe nacheka tu bila sababu. Eh, eh. Sasa tu ghafla umenuna, jamani baby. Ah, bwana, achana na mimi. Namba tatu, mwanamke akikuchoka na yeye kwenye mahusiano anaomba hela balaa. Daza, mwanamke akikuchoka kwenye mahusiano anania kutengana na wewe. Yaani anaomba hela mpaka unachanganyikiwa. Yaani kila simu, kila SMS ni, ni kuomba hela tu, anafanya kukukomoa tu ili mwachane. Usiposhtuka baba <laughs> utapigwa mizinga mpaka mwenyewe utajanganyikiwa. Namba nne, uh-huh. Ukimuuliza huyo mpenzi wako kwenye mahusiano yenu ukisema, bebi, unanipenda utasikia oh, ningekuwa sikupendi ningekuepo ninge hapa. Kama umenichoka sema, wenzako anichukue. Maswali gani bana? Maswali mengine bana. <laughs> Sasa mimi nimekuuliza tu baby, unanipenda huko kwingine vipi? Si ujibu ndio au hapana? Kama umenichoka sema wewe sasa nichukue, kwani wewe mwanaume uko peke yako dunia nzima. Umechokwa blaza. Namba tano, mkigombana kidogo tu anataja kuachana. Yaani kitu kidogo tu anaanza kutaja kuachana. Eh, bwana, kama vipi tuachane? Kwani kwani wameachana wangapi? Tuachane bwana. Umechokwa. Namba sita, anaweza kukusingizia kwamba hata umemuibia kitu chake ndani huko. Utasikia hivi, huko ndani tuko wawili, kwa hiyo wewe bwana umeniibia bwana. Anaenda kuona hadi wewe ni mwizi. Namba saba. Mkikaribiana kwa pamoja lazima mgombane tu. Yaani, mkae hivi karibu karibu, eti kwanza atakwambia wewe, nafasi yote hiyo mbona unanibana, msogea huko. Na mkisogeleana lazima mkiwashe. Lazima mgombane tu. Amekuchoka huyo. Namba nane, mwanaume akikuchoka anakuwa anagubu sana na wewe. <laughs> Yaani kitu kidogo tu, nakwambia analalamika mpaka unashangaa mwanaume, vipi? Yaani, anaweza akakuta tu labda umebadilisha, sabufa zilikuwa zinakaa upande wa mashariki, wewe umeziweka upande wa magharibi. Oya! <laughs> Namba tisa. Mwanamke akikuchoka anaweza kuwasifia wanaume wengine mbele yako. Wewe mwanaume, yani, ungepata mwanaume kama yule! Ala, na wewe upo hapo, unasemaje, ungepata mwanaume kama yule? Hey, brother, umechoka. <laughs> Namba kumi, mpenzi wako akikuchoka Anaanza kukuonyesha vitendo vya kwamba anaweza kuishi bila wewe. <laughs> Yaani mwanamke akikuchoka au mwanaume anaanza kukuonyesha vitendo vya kwamba anaweza kuishi bila wewe. <laughs> Anaweza akatoka sehemu na asikuongeleshe yuko kimya tu namjako sana. Anafanya vitu kimya kimya. Namba kumi na moja, mpenzi wako akikuchoka hawezi kukutafuta mpaka wewe umtafute. Yaani kuna watu wasipomchangamkia penzi lao linakufa. Yaani asipomtafuta huyo mwanamke au huyo mwanaume. <laughs> Akiamka asubuhi anaweza akakuta ashablokiwa na namba yake kashafuti. <laughs> Yaani kuna watu wasipolichangamkia penzi linakufa. <laughs> Namba 12. Hawezi kukushirikisha mambo yake. Yaani mpenzi wako akikuchoka hawezi kukushirikisha mambo yake. Ghafla tu anashangaa na pikipiki au ana simu mpya. Mbona hujanishirikisha kwamba unanunua pikipiki? Ningekushirikisha unge, ungenichangia unge, hata 200 wewe. Ungeniongezea hata jero hata ningekushirikisha. Au nini? Nini. Hapana mimi nauliza. Sasa so, unauliza nini? Nini ambacho unauliza hapa? Umechoka ndugu yangu. Hey, <laughs> hey. Namba 13. Hapendi kupangiwa alichoamua kufanya yaani yeye alichokiamua ni ameamua hataki um, yaani siju mwambie acha utasiju utafanywa nini siju itakuwaje hapendi yaani alichoamua kukifanya ni anafanya yaani kiufupi maisha ambayo anayaishi ni kama yuko single hayuko na wewe nawewe hey, umechokwa ndugu yangu namba kumi na nne hawezi kusafiri na wewe pamoja au kutembea pamoja na wewe na ikitokea hiyo safari ina ulazima wa kutembea pamoja na wewe anaweza akawasha mziki asiongee chochote na wewe mpaka mwisho wa safari. Anaweza akanunua headphone au akaweka earphone kwenye masikio asiongee chochote na wewe mpaka mwisho wa safari. Umechokwa ndugu yangu, hey. Umechokwa, acha kujibembeleza wewe, hey. Ila wanandoa hakuna kuchoka wala kuachana, ni forever mpaka kifo kiwatenganishe. Usisahau kunisubscribe guys, asante.